Huyu Kasongo akue one time. Iyo ni ndoto ya mchana. Haiwezekani. William Ruto, jana umetuma vibaraka yako akina Faruku. Na hii kijana ya Kikuyu ya nasimekana ni bibi ya Ruto. Ala! Wachana na Kimani isongwa ni muka wa Ruto. Eo anyway, ni yote muka wa Ruto Guy anyway. <laughs> Simu na mjua. Za ingine na hito wa bibi ya Ruto. Na mimi umeona ni mwanaume. <laughs> Kila mtu na demu wake. Kila mtu na demu wake. Lakini naambia munitukane muniite nini ama nini, but my good friend honorable Ichungwa must tell us whether he's also of of the LGBTQ community because of his preoccupation with Uhuru Muigai Kenyatta. That guy is a man bwana. Baya, baya, baya, semeni baya, semeni dynasty baya, tunauliza <laughs> rais ambaye amestaafu hawe na heshima na wa Kenya? Ah, msituletee ujinga hapa. Wewe mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Retire bwana. Hii kiti ilienda. Haiko, si yako. Asala tawale, tawala. Saa hiyo kiti kwa tawale, mutu mwingine wenda huko na handu hagoka tugerie tukiwe na tu na uyuri nigetha uguo na njira ya mali. Ndio unajifanya sasa wewe we umekuwa mwerevu sana. Umekuwa mjuaji. Urahe ni yoguo. Niguo jubnaukheo milioni yake aliliagomwaka ya nuowewe Wewe ndio wa kuelekeza vijana, kuchochea vijana, kaepo lia terere. Mkiona uhuru jenzi amenyamaza, kwani ajui kama huko Western wanasema wa riswa. Hebu semeni riswa, sukuza mapepo, sukuza mapepo. Na shetani ako kati ya ile kurupu muliona kubwa, wamekusanyika pale Nairobi. Niliona ona hata mwingine ule foma akituleta jana mtu aliharibu inji hey, lakini leo nimemwambia aende jimu kwa sababu ile alipora inji, mpaka hata yeye mwenyewe amekuwa tofauti kidogo. Wewe umetuma hawa vijana kwenda kutukana kiongozi wetu, Rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Tunataka kukuambia Ruto, wewe kama ni mwanaume, hapana tuma vibaraka kutukana Uhuru Kenyatta, tukana yeye, wewe mwenyewe, kama wewe ni mwanaume. Mimi niko tayari kupigana, watu kama hao ndio kazi yangu. Mimi niko tayari na wanajua ile vitu walifanyia wakiwa na Uhuru Kenyatta, so watu watulize bole, muache kupigia ule mtu kelele, hajasema kitu. And you know there are people who hold positions to this day elected who don't have degrees. Mama isikia mali, nilisema nilienda shule, hiyo sio kazi yangu. Mimi ni mtu ya mawaya. Mama isikia tumini kwa kamati fulani, mama isikia tumini, naongea huko bunge, lakini kuna waya nyingine mimi naunganishanga hapa wakati nilikuwa minister for education mimi, kazi sio shida kwangu, na kwanza kitajwa, kazi ikitajwa mimi nachangamuka sana. Mkitupea hiyo kazi, mtaona vile nchi itaenda. Msicheze na moto, si mumecheza na moto na mumeumia. Wewe umekuwa rais, wewe kuwa mungwana, tulikuunga mkono wakati ulikuwa rais wetu. Unaweza ona simba amenyeshewa, ukadhani ni paka. Hakuna paka hapa, hakuna onge onge, paka ka one simba ni Wanangoa. Aliongea tu Uganda kidogo. Wakakutana kule wakaanza akiwa hapa Tabtengele, wakaanza kumjibu. Je, akiongea akiwa hapa Kenya? Sisi pia tunasema shetani afanye namna gani? Kasongo ashindwe azishindwe. Sina namna hiyo. Mm. Mm. Mwaremo, ya Kenya na ndare meiwa tai.